Maadili ya watoto wetu, kwa kweli, maadili ya watoto mashuleni si mazuri. tunapokea malalamiko mengi sana kwa walimu wako. Watoto wanalautiana, watoto wanavuta bangi, watoto wanaziniana hata kwenye vichaka. Kwa hiyo nakuatua, ukatili umekuwa ni mkubwa sana na hivyo tunaomba viongozi wa kidini tuikutangazie kwenye misikiti, kila kiongozi msikiti asimame, kwa sababu hawa wanafunzi misikitini ndipo hapo, wazazi wao wawasimamia watoto wao kuhusu maadili ya watoto. Hali si mzuri kwa watoto mashuleni. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina ninaitwa Fatma Mbari Kwai, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Kibamba iliyopo Ubungo. Leo kulikuwa na dua ambayo tulikuwa tunaomba kwa mtu kwa ajili ya mtihani, lakini pia tumepa, tumepata faida nyingi. Tumepata kujua jinsi gani tutajiandaa tuta na mtihani na pia tumepata kujua kwa namna gani masomo yetu na iwapo tutafeli masomo yetu tuta na iwapo tutafeli masomo ye, ya shule ni kwamba hatutafeli maisha na njia gani kufanya ili tujiendeleze, na pia tume, tumeombea dua nchi yetu ili ipate amani, kwa sababu tusipokuwa na amani tutakuwa hatuna amani, na hata kama sisi wanafunzi sisi tutaweza kufanya mtihani kwa amani, na nchi yetu itakuwa haina maendeleo. Kwa hiyo tumepata kuomba amani kwa Mwenyezi si Mungu na Allah, tunaamini atatusikiliza maombi yetu. Umamonyo kwa maadili kwangu mimi unakuwa ni kama maadili yetu kuporomoka. Na sababu za zinazosababisha mmomonyoko wa maadili ni mitandao, kwa sababu wanafunzi au watoto wanapoangalia mitandaoni tabia za watu wa nchi za nje, wakazileta huko katika nchi yetu, lazima maadili yatamomonyoka. Na tu, walipotufundisha kuwa tunatakiwa tuzingatie mmomonyoko wa maadili usio usi, tunaangalia maisha ya nchi nyingine tukaleta katika nchi yetu, hatutaki kufanya hivyo. Na pia tumejifunza ukatili wa jinsia jinsi unavyotokea, na sababu za zinazosababisha ukatili wa kijinsia. Sababu zinazosababisha ukatili wa kijinsia, inawezekana ni nyumbani. Watu wanaweza kufanywa ukatili wa kijinsia nyumbani, mashuleni au katika jamii na tumejifunza kuwa jinsi gani tunaweza tukajiepushe na umonyoko nani tunaweza tukajiepusha na ukatili wa kijinsia kwa kuridhika na tunavyopewa na wazazi wetu, na pia kusikiliza wazee waze wetu wanachotwambia na walimu wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nece, kapila, marili, kumfili, katilo. Kwa majina anaitwa Sofia Abdalla Kavila, anasoma shule ya sekondari Malamba Mawili kidato cha pili, kuimekusanyika katika kongamano hili kusomea dua kwa ajili ya kujiandaa katika mitihani yetu. Kwa majina anaitwa Muhammad Hussein Shangawa, mwanafunzi kidato cha nne shule ya sekondari Malamba Mawili. Binafsi yangu leo tumekusanyika katika kongamano ya mbali kuombea dua tu, pia tumefundishwa namna ya ukatili wa kijinsia wa kuwepo sawa maaskari mashehe wameweza pia kufundisha mbinu mbalimbali za kuweza kuizo maeaisho odi nafsi yangu mimi kama mimi fly. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Pili Jangale, ni mzazi wa Sofia Abdalla, Maramba Secondary School. Ah, tunashukuru leo tumekuja kwenye kongamano la kuhusiana na maadili na dua la katika mtihani Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi watoto wetu kupitia dua hili, wafanye mitihani yao kwa ufasaha. Jambo la pili, nashukuru jeshi la polisi kufika katika mkutano huu wa Kiislamu kuzungumzia mambo ya maadili pamoja na ulezi kwa ujumla wa kina mama kuhusiana na ukatili. Tumepata elimu, tuwalee watoto wetu vizuri wanapo pesa tuwapo pesa kwa kiasi kisiwo kidogo hukubwa kuongeza jamaa. Jambo la tatu napenda kumshukuru dini ya Kiislamu, tumeiombea nchi yetu amani na upendo na utulivu. hivyo hadha, assalamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. E, kwa jina naitwa Ustadh Muhidin Ahmad mwenyekiti wa walimu wanayefundisha elimu ya dini mashuleni wilaya hii ya Ubungo. E, lengo la mkusanyiko huu ni dua maalum ya kuombea watoto watarajia kwenda kwenye mtihani wao wa taifa. Nafahamu kwamba sisi wanadamu sifa yetu ni kumtegemea Allahu subhanahu wa taala, na watoto wetu wanakumbana na changamoto nyingi sana, kwa tumeamua kuiandaa dua hii. Lengo ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwenye mtihani wao ili Mwenyezi Mungu awasaidie kila la kwanza, lakini la pili, nimeona kufanya jambo kama hili kuna umuhimu ndani yake. Umuhimu wake unauona, kwanza uitikiaji wa wazazi wao, ndio wananisapoti mimi na kupendekeza kuandaa kila mwaka jambo hili hususan wa vituo vya polisi, wazazi na walimu wakuu wa shule. Kwa hiyo nikiangalia kwenye mabadiliko yako makubwa sana kama dua yetu ya leo hii ya tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi, kwanza uitikaji wamekuwa wengi, wanafunzi na wazazi wao, watu wa usalama walikuwepo. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana inayopatikana kwa watoto wetu. Kwanza tunabadilisha watoto kimaadili watoto wanakuwa ni watoto wema wenye hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vilevile, kuna wanasi watoto, baada ya kutoka kwenye mitihani, kufeli kwao kwa mitihani yao sio sababu ya kuwa watoto waovu, wabaki katika mfumo liokuwa mwema wenye kumridhia Mungu na mtume wake. Lakini dua wa yetu vilevile imepatana na kuiombea nchi yetu amani, kwa sababu amani ndio kila jambo, na tunaenda kwenye uchaguzi na watoto wetu, pasina kupatikana amani hatutopata amani na utulivu kwa watoto wetu kwenye mitihani yao. Tunajua kabisa amani ndio kila kitu, kwa hiyo dua yetu imeambatana na kuiombea nchi yetu amani. Sisi tunasemea, tunakemea uovu wa watoto mashuleni, vilevile tunakemea ukatili wa watoto mashuleni, ndio jukumu letu. Kwa kwa hiyo haya yote mawili tumeambatana kwa pamoja kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatazame watoto wetu kwenye mitihani na vilevile kuitazama nchi yetu kibaki na amani hapa tulipo, kabaki salama mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoamua kutuondosha hapa ulimwenguni. Tukierejea upande wa pili kuhusu maadili ya watoto wetu, kwa kweli maadili ya watoto mashuleni si mazuri. Tunapokea malalamiko mengi sana kwa walimu wako. Watoto wanalautiana, watoto wanavuta bangi, watoto wanawaziliana hata kwenye vichaka. Kwa hiyo natuatua ukatili umekuwa ni mkubwa sana na hivyo tunaomba viongozi wa kidini tulikutangazie kwenye misikiti kila kiongozi msikitini asimame, kwa sababu hawa wanafunzi misikitini ndipo wapo wazazi wao, kwa wasimamie watoto wao. Kuhusu maadili ya watoto, hali si mzuri kwa watoto mashuleni, hali imekuwa mbaya, watoto hawapendi dini, watoto hapo katika maadili yalikuwa mazuri, na tunaomba viongozi wenye uwezo mtusapoti, vilevile mtupatia hata vitabu kwa kuwasimamia watoto juu ya kumjua Mungu wao, kwa sababu watoto wakikosa hofu ya Mungu na maadili hatutokuwa nayo na hatutopata taifa lililokuwa jema.